Bismillahi, tunaendelea kukisoma kitabu kiitwacho risalatun mujazatun fi fadli yawmi arafata wa duai fihi, utunzwa Sheikh Jamil Halim Al Husaini. Katika darasa iliyopita, tulimalizia jambo la nane katika mambo ambayo ni special kwa siku ya Arafa. Bismillahi, tunaingia katika siku ya tisa, miongoni mwa mambo ambayo ni special kwa siku ya Arafa, wa annahu yawmun siyamuhu sababu litakfiri dhunubi amain, na kwamba siku hiyo ya Arafa ni siku ambayo funga yake ni sababu ya kufutiwa madhambi ya miaka miwili, yani madhambi madogo. Na baadhi wametafsiri kwamba madhambi madogo pia, kwa sababu inafaa pia. Wa bidhalika, yani najuzu kiakili na kisheria. Wa bidhalika, akhbara An-Nabiyyu As-Sadiqul Masduq, na kwa hilo

kufuta madhambi ya mwaka ambao upo kabla yake, wa sanata allati baadahu, na mwaka ambao upo baada yake. Hadha hili, wa inna siama yaumi arafata mustahabu li ghairi lhaji, na hakika funga ya siku ya arafa ni yenye kusuniwa yenye kupendekezwa kwa asiyekuwa mwenye kuhija, kwa asiyekuwa mwenye hija amma alhaju ama mwenye hija mwenye kufanya hija fala yusannu lahu siyamu hadha alyaumi basi hapa, sunui kwake yeye kufunga siku hii, yeye hafungi siku hii, yeye anatakiwa asifunge siku hii, ni sunna kwake yeye asifunge, na fadhila anapata kwa mujibu wa nia yake. Na funga ya siku ya arafa ni mwezi tisa mbele ya madhhabu ya Imamu Shafi'i ambao ndio tunayafuata, mtu haitakiwi kufunga isipokuwa kwa kuonekana mwezi, yeye kuona au kuona watu ambao ni waadilifu, au kupoa habari na mtu ambaye ni mwaminifu kwamba kauona na mfano wa hivyo. Ama mbele ya madhehebu ya Imam Abu Hanifa inafaa kufuata mwezi ikiwa umeuona au umeonekana hata kama ni nje ya mji tofauti na madhhabi Imamu Shafi'i, kuna shurudi zao hawajaachia kwamba mwezi popote utakapoonekana inafaa kufuata. Na kwa hali zote haifai kumfuata mtu kwa kusema kwamba ameuona mwezi kwa kutumia mikroskopu na mfano wa hivyo katika vifaa vya kuangalia, au darmini na mfano wa hivyo, mtu huyo haitakiwi kumfuata, Inatakiwa kumfuata ambaye ameona kwa macho. Kwa hiyo kwenye jambo hilo tuzinduke, tufahamiane.

anarejea anapata udhaifu ndani yake sheitani, hali ya kuchukia limayara kwa kile ambacho anakiona min istighali la ibadi, kuna kushughulika waja bitadarui ilallahi, kwa kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa takfirillahi lisayiati badi ibadihi, na kwa kile anachokiona kuna kufuta Mwenyezi Mungu madhambi ya baadhi wa ya waja wake, ni kuwasamehe. Faqad ruya anhu sallallahu alayhi wa sallam, hakika imepokea kutoa kwake mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala kwamba hakikao amesema, maru ya shaytanu yawman, hakuonekana shaytani siku yoyote, huwa fihi, yeye ndani ya siku hiyo, asghar, ni mdogo yaani dhalili, wala adhar wala ni dhalili, wala adhar wala ni mwenye kuvunjika, yani kwamba anapata udhaifu, anarudi nyuma kutokana na yale ambayo alikuwa anayafanya kutokana na udhalili anaona kwamba hajafanikiwa. wala ahqar wala ni dhalili zaidi. Maneno yote ni kwa sigha ya mubalagha, hakuna siku ambayo ni mdogo zaidi, ni dhalili zaidi, ni mwenye kurudi zaidi, ni mwenye kuwa dhaifu zaidi, ni dhalili zaidi. wala aghyahu wala ni mwenye hasira minhu min yaumi arafa kuliko siku hiyo. Hakuna siku yote ambayo anakuwa hivyo shetani kuliko siku hiyo, min yaumi arafa kuliko siku ya Arafa. wa madha kana, halikuwa hilo illa mimma yara min tanzili rahmati, isibukuwa kutokana na kile ambacho anakiona kuna kuteremshwa rehma, watajawuzi illahi ani anidhunubi, na kusamehe mwenyezi Mungu madhambi ila, maruiya yauma badrin isipokuwa ambacho kimeonekana siku ya Badri. Yani siku ya Badri yeye toba yeye alikuwa amekasirika zaidi kuliko siku hii ya Arafa ambapo anakasirika, na siku ya Arafa anakasirika zaidi. Hakuna siku ambayo anakasirika zaidi kuliko siku ya Arafa, ukitoa ile siku ya Badri, kwa kile ambacho amekiona. Wa bima jaa fi fadli hadha lyaumi min alahadithi, na miongoni mwa ambayo yamekuja katika fadhila za hii siku ya Arafa, kuna ku hadithi ni hizi zinazokuja

Radina billahi rabba, tumeridhia kuwa Mwenyezi Mungu mola, yani tumefurahi kuwa Mwenyezi Mungu ndiye mola wetu. Wa bil islami dina, na kwa uislamu kuwa ni dini, tumeridhia kuwa Uislamu ni dini sahihi. Wa bimuhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiya, na kuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni mtume. Naudhu billahi min ghadabi llahi wa ghadabi rasulihi, tunajilinda kwa mwenyezi Mwenyezi Mungu kutokana na ghadab za Mwenyezi Mungu yani kutokana na kuteremshwa adhabu na Mwenyezi Mungu Mungu au athar ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Siyo kwamba ghadhabu makusudio ni sifa ya Mwenyezi Mungu hapa na kutokana na athari za ghadhabu zake yani kutokana na kuadhibiwa wa ghadhabi rasulihi na ghadhab za mjumbe wake

zama zote yaan, na anaendelea kufunga siku zote yeye anafunga. Kwa nini mtume alikasirika? Amekasirika kwa sababu unaulizaje kuhusu na kufunga siku hii. Siku hii ni siku ya kufunga, alafu wewe unauliza vipi atafunga uvipi vipi kadha, maswali mengi ambayo hakuna haja ya kuuliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Sayyidina Umar qala, akasema la sama wala aftara hakufunga wala hakufuturu, au lam yasum wala lam yuftir. Yaani amesema hivi la swama wala aftara, au mtume amesema lam yasum wala lam yuftir, hakufunga wala hajafunguza. Hajakaa kuwa amefunga wala hajakaa kuwa hajafunga, yani ni shaka kwa msimulizi. Msimulizi anasimulia kwamba mtume amesema hivi au wamesema hivi chini kwenye taaliki, ay man sama al ayyam lmanhiya al an saumiha -so yani, mwenye kufunga masiku ambayo ni kwenye kukatazwa kufunga, lamyasnumi siama ljaiza shara, basi huyo hajafunga funge yenye kujuzishwa kisheria. falajra lahu, basi hapana ujira kwa yeye, bali aleihi ithmun, bali pana kwa yeye madhambi. Ndio maana akasema laswama, hakufunga kwa sababu kataka kufunga siku ambayo ni haramu kufunga, kakaa na njaa. Kwa hiyo hajafunga, wala hakukaa, asifunge kwa sababu amejiweka na njaa. Qala, akasema. Faqala, akasema yani, msimulize, msimulizi anasimulia kwamba akasema Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kaifa biman yasumu yaumaini wayuftiru yauma, vipi kwa ambaye anafunga siku mbili na anafunguza siku moja. Mwanzo ameuliza kuhusiana na kufunga mwaka mzima au siku zote mtu kuwa anafunga tu, akaelezewa kwamba ikiwa mtu anafunga na siku ambazo ni haramu kufunga huyo anaingia kwenye dhambi, taban. Ikiwa mtu anafunga mwaka mzima, anaacha siku ambazo ni haramu kufunga, huyo haingii katika dhambi hata kidogo, isipokuwa ikiwa kuna haki za lazima anaziacha ikiwa kuna mambo ya lazima anayaacha kwa sababu ya kufunga kwake, huyu itakuwa ni haramu kufunga mwaka mzima. Akauliza kuhusiana na kufunga siku mbili na kuacha siku moja, kisha siku mbili kufunga, siku moja kuacha, kwa mtindo kama huo. Qala, akasema Mtume wayutiqu dhalika ahadun, na analiweza hilo yoyote. Kwenye taaliki ai huwa mimma yujazu anhu ghaliba Yani hilo ni katika ambayo hushindwa kidesturi, yani mara nyingi watu, watu huwa hawaliwezi jambo hilo. Wa qala Almulla Aliyun Ilqari, na amesema Almulla Aliyun Ilqari, almaana maana ya neno hilo la mtume wa yutiqu dhalika ahadun anhu in ataqahu ahadun fala basa, ni kwamba akiliweza jambo hilo la kufunga siku mbili na kuacha siku moja, akiweza yeyote, basi hakuna ubaya, ni vizuri kufunga, hakuna uharamu. Kwa hiyo wayutiqu dhalika ahadun, na je analiweza hilo yeyote? Yani, kuna ambaye anaweza, yani mara nyingi watu hawawezi jambo hilo, lakini ikiwa kuna ambaye analiweza, hakuna ubaya, ni yani halali. Qala, akasema Fakaifa biman yasumu yawman wa yuftiru yawmayni, basi ni vipi kwa ambaye anafunga siku moja na anafunguza siku mbili. Qala akasema, walittu anni utiqu dhalik, nimetamani lauhakika mimi naliweza hilo kwenye taaliki. Fa huwa sallallahu alayhi wa sallama lam yakun yuwasilu sawma fi kulli ayami, hakuwa yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallama anaunganisha funga katika masiku yake yote wala yanqati anis sawmi fi ma siwa Ramadhana, wala hakatiki akaepukana na kufunga katika isiyo kwa Ramadhani, kwa kwamba hafungi moja kwa moja. Bal kana haluhu yakhtalifu baina hini wa akhara, bali ilikuwa hali yake na tofautiana baina muda fulani na muda mwingine. Kama annahu sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli qa'ida, kama ilivyo kwamba hakika yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anasali hali ya kukaa kitako fi ba'd al ahyan, katika baadhi ya nyakati, lil ajzi anil qiyam, kwa sababu ya kushindwa kusimama, na alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatamani laangeliweza hivyo. Sio kwamba yeye ni mgumu wa kufanya ibada kuliko sisi au kuliko hao maswahaba, la, bali kutokana na kile ambacho kipo juu yake na kuwafundisha watu wake. Kwake yeye funga yake ambayo ni bora kwa zaidi kwake yeye ni ile ambayo alikuwa anaifanya vile namna alivyokuwa anafunga ndiyo ni funga bora zaidi kwa upande wake yeye. Ama kwa upande wetu sisi watu wa ummati Muhammad, ni mtu kufunga siku na kuwacha siku kwa muda wa kuendelea, akawa anaacha zile siku ambazo ni haramu kama vile siku ya idi lfitri, siku ya idi adha na siku tatu baada ya siku ya idi adha. Thumma qala, kisha akasema, yani mtume, thalathun min kulli shahri siku tatu kuna kwa kila mwezi wa Ramadhanu ila Ramadhan na Ramadhani mpaka Ramadhani. Fahadha siyamu dahri kullihi, basi hiyi ni funga ya mwaka wote yani huku ni kufunga mwaka wote, yani ni sawa na kufunga mwaka wote. Kwa nini? Kwa sababu ukifunga siku tatu kwa kila mwezi na siku moja kwa thawabu, ni malipo kumi. Jema moja ni malipo kumi, kwa hiyo ukifunga siku moja unalipwa kama umefunga mara kumi na ukifunga mara tatu kama umefunga 30 sawa sawa na kwamba umefunga mwezi kwa hiyo ukiwa umefunga kila mwezi siku tatu na Ramadhani umefunga pia inakuonekana kwamba wewe umefunga mwaka wa siyamu yaumi arafata na funga ya siku ya arafa inni ahtasibu ala allahi hakika <rediple> mimi natarajia kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla aliyemshinda aliyetukuka ayukafira sanata lati ba'dahu wa sanata lati qablahu kusamehe madhambi ya mwaka ambao upo baada yake na madhambi ya mwaka ambao upo kabla yake, yanatarajia kutoka kwa Mwenyezi Mungu kusamehe madhambi ya miaka miwili wa siyamu yaumi ashura, na funga ya siku ya ashura. Inni ahtasibu ala llahi, kama mimi natarajia kwa Mwenyezi Mungu ayukafira sanata lati qablahu, kusamehe madhambi ya mwaka ambao kabla yake, yani madhambi yaliyopita, kuanzia arafa hii mpaka arafa iliyopita natarajia kwamba atafunga siku hiyo kumsamehe dhambi za mwaka mzima ambao umepita, yani madhambi ambayo ya ni madogo, sio makubwa, lakini pia inajuzu kisheria na kiakili kusamehewa